Vyombo vya habari tuna nafasi kubwa sana kwa sababu tuna wajibu wa kuletea habari ambayo imepita kwenye mchakato ulio sahihi ikapikwa, inafaa kwenda kwa uh, mtumiaji wa mwisho. Sasa, wajibu wetu wa msingi ni kwanza tutumie, uh, tuzitambue Tut tutambue hizo habari ambazo zinakuwa ni potoshi. Siku hizi wanasema kuna fake news, kuna deep fake mm -hmm. video. Video kama awali nilizungumza hapo, leo hii Salome nazungumza hapa, kesho unaweza kukuta labda ninazungumzia kitu kingine na sio mimi mm -hmm. Sasa mwananchi wa kawaida akiona vile anaamini kwamba huyu ni mheshimiwa rais amezungumza hivi, na deepfake mmoja tulionayo ni ya hivi karibuni ya rais wa Zambia alionekana anahutubia kwamba hatagombea tena urais. Ile ilikuwa ni deepfake, mwananchi wa kawaida hawezi kutambua ile. Kwa hiyo chombo cha habari pale ndo tuna wajibu sasa wa kueleza kwamba habari hii uhalisia wake ni hii na ukweli wake ni hii imechezewa hapa na hapa. Na ndio maana sasa hivi hapa nchini tuna baadhi ya taasisi zenyewe zinafanya uh, fact checking kwamba mm, picha ikirushwa haraka, haraka wanaangalia je, hii picha ni sahihi? Tunaiwaambia umma kwamba hiki sio sahihi, fake, hiki halisi. Sasa mm. sasa hivi tuko kwenye ulimwengu ambao una, tunasema una demokrasia ya habari mm. ya taarifa mm. nyingi sana, na njia hiyo hiyo ya uwepo wa digitali inatumika pia vibaya kwamba mtu anatengeneza habari yake huko mbaya, anataka tu kuvuruga hali ya hewa, anaisambaza. Sasa vyombo vya habari tuna wajibu wa kuandika kile kilicho sahihi, ukweli ni upi, kwa kadri ya misingi ya taaluma yetu, kwa kadri ya uh, maadili yanavyotaka ya